Nafikiri nitaendeleza na ile lugha ambayo Don alikuwa ameshaanza nayo. Na hapa kuna haja ya kujiuliza kuna mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza, vijana wenyewe ni lazima wawe mstari wa mbele kujiandikisha na kutoka kupiga kura. Because, hawa viongozi tunasema viongozi wabovu huchaguliwa na, na, na, na raia wema wasiopiga kura. So ni lazima kwamba vijana wetu kwanza waweze kujituma, kama tulivyozungumza hapo awali, wajiandikishe na waweze kushiriki katika zoezi la uchaguzi, lakini si kupiga kura tu, vilevile vile kugombea hizi nafasi, kwa sababu hazipeanwi kama sadaka, la hasha. Halafu kwa hivyo, pale ambapo tutaanza kupata vijana wenyewe watakapoamua kujitoa kusimama kidete, kwenda kugombania hizi na, nafasi, itaongeza uwezekano wa wao pia kuweza kuchukua nafasi hizi. Lakini la pili, vile vile ni lazima tubadilishe mtazamo na mwelekeo kwamba kiongozi bora ni yule ambaye ananipatia shilingi hamsini, shilingi mia, shilingi mia mbili. Maanake nafikiri kuna mahali kidogo kama Wakenya tuna, tunapoteza tuna, tuna mwelekeo kwamba wakati inapofika sisi kwenda kuchagua, ninaangalia fulani amenipatia shilingi ngapi. Kwa hiyo yule ni kama tunajinadi tunajipiga mnada kwamba yule amenichotea za kutosha ndiye nitampatia kura, yule ambaye hajanipatia kitu, hata kama ana sifa za uongozi mzuri, kwa sababu hakuchota, basi hafai. Kwa hiyo ni lazima vilevile vijana waanze kujiandikisha kwa uchaguzi wajitolee kusimama katika nafasi hizi, wajitolee vile vilevile kuenda kuchagua wale viongozi wanafikiri wanafaa na waondoe, na hii si vijana peke yake, kama taifa zima tuondoe ile kasumba kwamba kiongozi bora ni yule ambaye ananichotea hela nyingi nam mm -hmm. nyingina na. na, asante sana.